Kilimo cha ndizi huchangia pakubwa katika uchumi wa taifa la Kenya. Wakulima wengi wamejitosa katika kilimo hiki ili kupata chakula na pia mapato. Katika eneo la Nzio, kaunti ya Makueni, Yvonne Minoki Songwa amekuwa mkulima wa ndizi kwa muda mrefu. Kwa majina naitwa Ivonne Minoki Songoa kutoka Nziu, Makueni kaunti, nafanya ukulima wa mandizi. Anatuelezea jinsi ya kupanda miche ya migomba ya ndizi, ikisema siri ya kupata mazao mema ni mkulima kuweka mbolea katika mashimo atakayopanda. Ukitaka kulima mandizi unachimba shimo ya 4 x 4 unaiweka topsoil na mbolea, ukishaweka topsoil na mbolea unatengeneza tu kashimo kadogo, usiweke usiplant deep sana, unaiplant tu ikiwa hapa juujuu. Ndizi hukuzwa sana katika maeneo yaliyo na mvua nyingi, ila baadhi ya wakulima katika maeneo kame hufanya kilimo hiki cha ndizi kwa kunyunyuzia mimea yao maji. Then unanyunyuziana kama una depend season ya mvua, kama masaa yenye umepanda ni season ya mvua, pia unaweza ngoja mvua inyeshe. Baada ya miezi nane migomba ya ndizi huanza kuzaa na kuchukua muda miezi minne ili matunda yake akomae. Baada ya kukomaa, mkulima anaweza uza ndizi zile azijaiva kama matoke au akazingoja zive auze au ale kama matunda. Ukisha panda ndizi inaweza take like 8 months ndo ianze kuzaa. After ikizaa tena ita take like 3 to 4 months, alafu ndizi yako inakomaa, alafu iko ready to go to the market. Yvonne akisema soko la ndizi limeimarika ambapo walio na sherehe za kutoa mahari uja katika shamba lake na kununua mikungu ya ndizi kwa ajili ya sherehe hizo. Ndizi unaweza uza in different ways, juu kuna watu unapatanga wako na hizi harambee hizi whatever chabe, so unapata hiyo unauza into, unauza into large quantities, alafu pia locally unaweza zieka ziripe then unaziuza kwa market kidogo, kidogo. Anapuzilia dhana ya wakazi wengi kuwa mapishi ya ndizi aina ya matoke ni chakula cha watoto wa ndogo akisema hata watu wazima wanashauriwa kula kutokana na virutubishi muhimu katika mwili soko la ndizi limeendelea kuimarika ikilinganishwa na awali. Mm, mandizi, ukua, inatakikana sana na watu wengi. Jo most of the people unapata wanaitaka kwa balanced diet na pia for their medication it is required na apart from that, kuna pia matoke ambayo watu wengi ubelieve ni ya watoto but inakuliwa na kila mtu mm -hmm. Unaweza wa advise wafanye kilimo ya ndizi, it will not cost you a lot na aina complication mingi. Isaac Musioka, makala kilimo na ndugu.